Mimi naitwa Amina Amili, nafanya biashara ya asilia mali ndogo ndogo. Kwa hiyo ninacho natoa ushauri wangu kwa sababu wa ya wana, watoto wanapata changamoto nyingi mabarabarani, wakienda shuleni, wakienda kama kucheza kwayo, tunatabia ile, mtu anaweza akaja anamwambia we mtoto we fulani mto nikumtuma, kumbe ule mkakamaumbe so vipya akaanza kumzunguka akamwambia twende ndani. Kwa hiyo kama na hata usiku, kuna mtoto aliwahi kwenda uani usiku, kumbe kuna ntuku yake mtoto wa namu yake